Ten highly recommended job in Canada ama ajira kumi ambazo ziko recommended ama ambazo ziko hot cake. Zile ambazo zitakufungulia mlango mkubwa sana wa kuingia Canada mwaka huu 2025. Hello everyone. Natumai mko salama na mimi niko salama na leo ni siku nyingine tena ee, ambao nataka kuzungumzia ajira kumi ambazo zitakuwa mlango mkubwa sana kwako wewe kuweza kuingia ndani ya nchi hii ya Canada ee, ikiwa ni haja yako kuweza kuingia ndani ya nchi ya Canada mwaka huu wa 2025. Cha nichukue nafasi hii ya kukukaribisha rasmi kwenye channel hii ya KHP Canada, na mimi ni wako King Prayer. Na ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe, sababu uko maeneo salama, na kama wewe ni existing subscriber, basi kumbuka kulike video hii. Na channel hii huwa inazungumzia mambo mengi, ikiwemo fursa za kuja Canada na baadhi ya nchi za Amerika kama vile Europa eh, Dubai na zingine mbalimbali mbali, kwa wale ambao wanahitaji kuweza kuhamia ama kuenda kufanya kazi, na tuko pia na kikundi eh, link iko kwenye description ya video hii ambao ukibonyeza moja kwa moja utajipata kwenye kikundi na tunaweza kuongelea fursa mbalimbali mbali huko kwa ajili ya kuja ndani ya nchi hii, na wale ambao wako na ujuzi, wamesafiri ndani ya nchi mbalimbali, wanajaribu kuonesha njia na hizo nchi vile zinakaa na vile unaweza ukapata fursa za kuweza kusafiri, na wakati gani ambao ndio mzuri kwa wewe kuweza kusafiri kusudi uweze kubahatika kufanya aina gani za kazi zinazungumziwa hapo sana. Na hapa tunaweza kuzungumza fursa za kuja Canada pia na kuonesha mji wa Canada na vitu ambavyo anatakiwa kujua mbele uweze kuingia ya yeah. Tunazungumzia vitu kama hizo mara kwa mara na fursa ambao huwa zinajitokeza, na kila Saturday, huwa tunakuwa live kwa muda wa saa mbili masaa ya saa mbili ikiwa ni saa mbili ya jioni ama usiku East African Time huwa tunazungumzia hayo ambayo nimekuambia, na tunajibu pia baadhi ya maswali ambao wengi hujiuliza na ukosa majibu. So ukiuliza hapo kwa hiyo live ya Saturday, tunajibu swali lako hapo hapo na unaweza ukasaidika. So leo nataka niongelee aina kumi ya kazi ambazo unatakiwa kuwa nazo akilini wakati unataka kutafuta kazi hapa Canada. Kuna platforms nyingi ambazo nimeweza kuonyesha jinsi unaweza kutafuta kazi hapa, haswa ukiwa nje ya nchi ya Canada, na kama haukubahatika kufata eh, baadhi ya video ambazo tunaongelea hayo basi unaweza ukarudi kwenye channel hii ukagua baadhi ya video na utaweza kuzifikia. So watu wengi ambao wanahitaji kuwakuja Canada, unaweza ukawa wewe ni mmoja wao. Lakini unajua wakati wote ambao unahitaji kuenda pahali na hauna mwangaza ama hujui nini ambalo inaweza kuwa vizuri kwa wewe kwenda kufanya huko unaweza ukatumia muda mwingi sana kwa kubahatisha na kufanya jambo ambalo uh, kidogo litakuwa haliendelee ama halisongi. Lakini wakati unajua nini ambao unakuja kufanya ama nini ambao unatakiwa kukuulizia kama kazi, kusudi upate kwa urahisi na kwa haraka, inakuwa vizuri zaidi. Yeah, ukijua, kile ambacho unaenda kukifanya nakuwa unatakiwa kuulizia kazi inakuwa rahisi, sababu kila leo tunaambiwa kwamba vita ni rahisi wakati unajua ni nani unapigana naye, lakini ukiwa unapigana na mtu ambaye hujui inakuwa ni vigumu sana. Na hivyo hivyo ndio changamoto ambayo wengi wanapitia kwa kuweza kutafuta kazi hapa, sababu wanakuwa hawajui ni ne, aina kazi gani ya kazi ambayo wanaweza wakatafuta kusudi Mm, request zao ziweze kujibiwa kwa haraka. Kazi ya kwanza ambayo unatakiwa kutafuta ni healthcare professionals kama vile doctor, nurse na medical, uh, medical technologists. Ukiangalia kwa hizo sekta uko na urahisi sana ya kuweza kusaidika na kuweza kupata fursa ya wewe kuweza kukuja ndani ya nchi hii haraka iwezekanavyo, sababu hiyo ni sekta moja muhimu sana ambayo inahitaji watu na ambayo haina watu wengi kiasi ya kwamba kwa wale ambao wako ndani ya nchi wanaweza kuambiwa ya kwamba kama wanaweza wakakubali wao walipwe kusudi waweze kusomea hizo course kuhakikisha ya kwamba wanaweza kusaidia nchi yaani, kuliko wewe ulipe kusoma, unalipwa kusomea kusudi uweze kusimama kwa ajili ya kusaidia hiyo uh, sekta ambayo ina uhaba wa watu. Yaani hizo kazi ziko nyingi, lakini wafanyakazi ndio wachache kiasi ya kwamba ukihitaji, okay, uh, kumwona daktari unaweza ukachukua hata zaidi ya miezi miwili, ulibuka appointment, lakini unangoja miezi miwili, unapewa kama miezi miwili, mwezi wiki tatu, kusudi uweze kukutana naye, na wakati mwingine unaweza ukaenda hata miezi minne kama bado haujafanyikiwa kuweza kukutana na huyo daktari. Ndio maana hiyo ni sekta moja ambao wanahitaji watu, wanahitaji wafanya kazi. Ukitaka kuapply kukuja Canada kama skilled worker. Kwa hiyo program ya skilled workers ni vizuri sana uweze kuzingatia hilo. So ikiwa ni jambo ambalo umesomea basi utakuwa uko mahali pazuri sana na uko na nafasi kubwa ya kuweza ku, yani uko na chance kubwa ya kuweza kupata nafasi ya kuweza kuhamia ndani ya nchi hii. Information technology, ikiwa wewe ni mtu wa kompyuta kompyuta hivi eh, vitu za IT, uko sawa basi, pia wewe uko na nafasi kubwa sana ndani ya nchi hii ya kuweza kufanya kazi sababu vitu nyingi sana Canada ni kompyuta. Mnaweza mnafanya kazi eh, ambao mikono inahusika, lakini kumbuka kompyuta lazima itahusika pahali pakubwa. Kwa hiyo ukiwa na experience ke ya kompyuta unaweza kutumia kama Microsoft Outlook hizo Microsoft Office unajua yote. Unajua ofisi ni kubwa, iko na Microsoft Word iko na Publisher hizo my Excel na kadhalika, uwe na ujuzi ya vitu kama hizo, uwe unaweza weza kutuma email, unaweza weza kupokea email, kujibu email, uwe unajua jua at least vitu kama hizo zitakusaidia pakubwa sana. E, jambo la tatu ni skilled trades workers, kama kwa mfano electricians, kwa mfano plumber, kwa mfano carpenter. Ikiwa wewe ni moja kati ya hizo kategoria vitu tatu ambazo nimezitaja hapo, basi uko na nafasi kubwa ya kuweza kuja kufanya kazi Canada. Unaweza kuwa wewe sio uh, electrician mkubwa, unaweza kuwa wewe sio plumber mkubwa, unaweza kuwa wewe sio carpenter mkubwa, lakini uko na nafasi kubwa sana ya wewe kuweza kupata chance ya kuja kufanya kazi kwa sababu gani? Canada ni nchi ambayo inatumia stima na ujenzi unaendelea usiku kama vile mchana. Hizo nyumba ambazo zinajengwa zinahitaji stima industry, industry ambazo ziko mingi sana hapa zinahitaji stima, lazima electricians wawe muda wote kwa ajili ya kushughulika na hizo vitu. Kwa hiyo unaweza kuwa wewe sio electrician mkubwa sana, na unawekwa kwa mpango kama hizo za apprenticeship, wewe ni wa kumsindikiza electricians, unajifunza ukiwa unatengeneza pesa zako. Nadhani unanielewa vizuri, so ni kesi moja na, na plampa plampa anashughulika na vitu za mapaipu za maji, hizo machoo nini. Unajua choo za Canada zote ni za kizungu, hakuna hizo kama choo za kitabu hizo hawajui. Kwa hiyo inaweza ikaziba, inahitaji kufunguliwa, inahitaji kushughulikiwa maji hakuna mtu ambaye ako na mtungi nyumbani mwake, so lazima maji iwe e, kwa nyumba, kwa tap. Kwa hiyo shida yoyote ikitokezea lazima plumber akuwepo kwa ajili ya kufungua, kwa ajili ya kufunga, kwa ajili ya kurekebisha, kwa ajili ya kutengeneza. Nadhani tuko pamoja hapo. Carpenter pia anahitajika sana. Unajua hata construction zao ni kokoto ama simiti na mbao na mbao ndio inachukua, naweza nikasema 90% sababu kuna zile nyumba ambao unapata ni mbao tu ndio imejenga ndani kama vile nje ni mbao. Kwa hiyo kuna nafasi nyingi sana ya carpenters kwa ajili ya, ya hayo, unaweza ukafanya kazi nyingi sana hapa. Jambo la nne ni mwalimu, teachers and educational professionals. Wanahitaji waalimu kwa ajili ya kufunza watoto, kufunza kwa mauniversity na maeneo mbalimbali. Ikiwa una ujuzi wako, Canada siyo nchi ya ubaguzi, wewe utapata nafasi yako ya kuweza kufanya kazi yako tena vizuri sana. Ikiwa uko tu sawa kwa kazi yako, unajua unachokifanya na unajiamini, ni vizuri sana kuweza kufanya application yako, sababu milango itakuwa wazi kwako na utaingia uweze eh, kufanya kazi business analysis and managers lakini lazima eh, kwa kichwa pia kuwe huko sawa, unajiamini kumanaji eh, biashara za watu. Imajini wazungu wakati mwingine wao ni tofauti sana na vile ambao watu wanafikiria, na wengi wanakuwa na hiyo hali ya kusema mzungu izi akakupea umanaji vitu zake, sijui nini. Kuna kampuni ambao mnayoifahamu mimi baadhi ya wale ambao uh, wanasimama juu ni Waarabu na wengine kutoka nchi kama za Mexico, ndo wanasimama hizo maposition makubwa makubwa. Unapata pia wao wamepewa hizo nafasi. Kwa hiyo ingekuwa ni mwafrika ambaye amekuwa hapo kwa muda na kuna position ambao wameweka ukajaribu kuapply ukapita basi, hawawezi wakawa na ubaguzi na watakupea nafasi yako. Ndio maana usiwe na wasiwasi wakati yoyote ambao unahitaji, e, kuapply kwa jambo lolote lile ambalo linaweza likakusaidia. Financial analysis and accountants pia ni kati ya watu ambao wanahitajika engineering engineers au ma engineer sasa. Anaweza akawa ni wasivo, anaweza akawa ni electrician, anaweza akawa ni mechanician, anaweza akawa ni, akawa ni wa software. Kama wewe ni engineer, Canada iko na nafasi kubwa sana juu yako, uje ufanye kazi. Kwa hiyo lazima kujaribu kwa vitu kama hizo zinaweza zikakusaidia pakubwa sana. Customer service representatives, hapo nahitaji uwe na kizungu ambayo iko sawa, ama French ambayo iko sawa. Hiyo ni sekta moja ambayo pia inahitaji watu, sababu Canada kazi nyingi sana zinafanyika online, lazima kuwe na customer care kwa kila ofisi. Hata kama ni kampuni ya mayai lazima wako na customer care, wale ambao wana, wana supply hizi eh, chakula za za kama ni zaumbwa kama ni chakula za za ngombe lazima wawe na customer care, yani wao wanaga madogo, wanahitaji mtu ambaye anaweza kaongea na watu, mtu ambaye anaweza kapigia watu simu, unaweza ka, ukajibu simu so kwa hiyo hapo natakikana Uh, mtu ambaye umesoma kizungu kiko sawa, unaweza kufanya jambo hapo, utakuwa uko sawa. Jambo la tisa, logistics and supply chain management, ni pia kati ya zile vitu kubwa ambazo watu sana sana huweza kufanya. Construction managers and uh, project management. Ukikumbuka Canada kumekuwa na mwaka jana habari ambayo ilizunguka sana ya kwamba ima, eh, immigration ilizuia kuingiza watu sababu ya kulikuwa na hali, eh, ya upungufu wa nyumba ndani ya nchi hii, na zinaendelea kushughulikiwa kusudi zijengwe nyingi sana kwa wale wote ambao wataingia wawe na nafasi. Ya kutosha sababu wanafunzi walikuwa wamekuwa wengi na watu ambao walikuwa wako tayari hapa na wale ambao walikuwa wanazidi kuongezeka, kiasi ya kwamba nafasi ilikuwa ni chache sana kwa wao kuweza kuweka watu. Saa hizi nyumba zinajengwa nyingi sana, sababu Kanada ni nchi kubwa sana, na sehemu ambayo imejengwa ni kidogo sana, sababu watu wote wanajifunga sehemu moja, unapata zile mataoni kama Toronto, Vancouver, British Columbia ndani, watu wanajiweka sehemu moja, hizo sehemu zingine za nyuma huko zinakaa hazina watu vile. Sasa wanapata watu wakiwa sehemu moja hivyo, nyumba zinakuwa ndogo, saa hizo wanataka kupanua ifunguke hadi hizo maeneo za nyuma, pia watu wakue wengi, ndio mpango ambao unaendelea. Kwa hiyo ikiwa wewe uko kwa constructions bado uko kwa area mzuri ambao e, unaweza kufanya kazi. So kuna pia sasa wale ambao wanahitaji e, kama zile seasonal work. Seasonal work work kama kulima, kupanda, kuvuna vitu kama hizo hizo haswa sana, sana hizi mwezi wa mwezi wa, wa, wa tano mwezi wa sita wa saba wa nane, wa tisa mpaka wa kumi ni muda ambao wanakuwa wanahitaji watu. Kwa hiyo ikiwa hizo ni aina za kazi ambazo unaweza ukafanya kwa zile unskilled, basi utavumilia kidogo. Najua hii ni nchi ambayo anajiheshimu, application wataweka wazi na watu wataweza kuapply sababu saa hizi najua pia wenye mashamba wanajiandaa kwa ajili ya kuweza kushughulika gesi ya kuanza sasa kutafuta watu juu ya kufanya hizo kazi kwenye mashamba zao, sababu hizo zinakuwa za muda mfupi na zinamalizika. Ndio maana ikiwa wewe ni mmoja kati ya wale ambao wanategemea hizo unskilled work kama zile ambazo nimetaja, unaweza ukavumilia kidogo, lakini na kazi kama za udereva pia huwa ziko na nafasi, na madereva wale wa magari makubwa makubwa tu, sio wale wa magari madogo madogo, sababu huko sizani. Okay, madogo pia ziko na zinafanya, sababu unaweza ukafanya kama Uber, unaweza ukafanya kama... <coughs> unaweza ukafanya delivery na vingine kadhalika, na yote bado utakuwa wewe ni dereva. So haya ndio mambo kumi ambayo nilikuwa nakuandalia siku ya leo, ya zile ambazo unaweza ukajaribu kuapply, ikiwa unataka kukuja chini ya mpango ya skilled workers Canada. Hizo ni zile ambazo ziko highly recommended, na nyingine ambayo nilikuwa nimesahau, ambayo naweza nikasema last but not least but not listed ni caregiver. Caregiver pia ni jambo ambalo Canada liko na thamani na linakupea fursa ya kuweza kuwa uh, na permanent resident ama uraia wa kudumu ndani ya nchi hii. Najua wengi wanahitaji uh, sana wengi wamesomea hayo na wako nje ya Canada Canada ilifungua mlango kwanza kwa ajili ya wale ambao wako ndani, na pengine kama unaweza bahatika kukuja na skabadhi zako na ukuje kujaribu kisha kuingia, inaweza ikakusaidia pakubwa. Lakini kiwa uko nje na unaweza ukangojea uapply wakati milango zitakuwa wazi, sababu chini ya mwaka huu bado milango ya caregiver itakuwa wazi. Government iliahidi hayo ilifungua kwanza mwisho wa mwezi jana, ama tarehe thelathini na moja mwezi wa tatu, kwa wale ambao wako hapa na wale ambao walikuja hawana makaratasi ama walikuja kutembea e, walipewa nafasi ya kuweza kuamua. Kuna wale ambao walikuja ni wanafunzi na na wale wako hapa wanaweza wakaamua na wakaweza kutafuta e, permanent resident chini ya mipango ya care giver, sababu wanahitaji watu ambao watashughulikia wazee, watu ambao watashughulikia walemavu, watu ambao watashughulikia watoto, yaani watu ambao watashughulikia wote ambao hawawezi kujifanyia jambo peke yao. Haya ndio machache ambayo nilikuandalia siku ya leo. Mimi ni wako King Prayer, na ikiwa wewe ni mpya kwa chaneli yako hii ya KHP Canada, kumbuka kusubscribe kusudi uwe unapata notification wakati wowote tunaachilia video mpya, ama tukiwa live na itakuwa furaha sana. Na video hii kama imekupendeza basi, unaweza ukailike. Kumbuka pia, unaweza ukaishare na mwenzako, na itakuwa jambo muhimu. Na pia usisahau ya kwamba eh, kila Saturday, tuko live masaa ya saa mbili usiku, ikiwa ni masaa ya East Africa na tuko pia na kikundi chetu ambao tunazungumzia mengi kama fursa za kuja, e, ugaibuni na zaidi sana na mambo mengi tu hapo kwenye kikundi ambao inaweza ikawa msaada kwako ikiwa wewe ni mmoja kati ya wale ambao wana tamani ama wana ndoto ya kwenda kufanya kazi ugaibuni. Basi unaweza ukajiunga na kikundi hiki na kinaweza kikawa kizuri kwako. Thank you na uwe na wakati mzuri, asante.